Faida Online TV tumefunga safari na kuweza kufika kwenye kitongoji cha Kipingo kinachopatikana kwenye kijiji cha Madangwa hapa mkoani Lindi kwa ajili ya kuweza kufuatilia taarifa ambayo inamhusu mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi tisa ambaye anadaiwa kwamba alipotea siku ya tarehe 30 ya mwezi wa 4, 2025 na asijulikane wapi ameelekea. Siku ya tarehe mbili ya mwezi wa 5, 2025 Mtoto huyo amepatikana, lakini wakati huo wamevuruga maeneo yote ambayo wangehisi kwamba labda angeweza kupatikana, lakini hapakuwa na matunda yoyote. Tumezungumza na ndugu jamaa na marafiki, kwa upande wao wakielezea namna na alivyopatikana mtoto huyo na mazingira ambayo amekutwa huku imani za kishirikina zikihusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kumpoteza mtoto huyo. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Ni kukumbusha kusubscribe ku like na comment chaneli yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mi naitwa hawa hamisi Msomela, mkaji wa Madangwa. Mimi huyo ni mjukuu wangu, anaitwa Muzdati hamisi Mnaukuta. Chanzo cha huyo mtoto, mama yake ameamuka asubuhi akampikia uji akanywa, akamtuma aende apeleke chaji mtoto mwenzie, ndugu dada yake. Alivyotoka hapo ampeleka chaji, alivyorudi huko akafika sehemu anacheza lede na yeye akakaa hapo, ikawa anacheza lede hapo. Alivyocheza cheza lede, ikawa mtoto yule, kwa sababu alijizuka sana, ikawa haangalii pembeni kwa mtoto anaenda wapi. Akitoka hapo mtoto hamuoni yeye, kurudi kuchukua ndala zake, kuja nyumbani huko, kuja kumwambia shangazi yake, shangazi, mimi mtoto kule simuoni. Taarifa zilizotufikia ni kwamba leo huyo mtoto amepatikana. Ndiyo. Amepatikana katika mazingira gani na akiwa katika hali gani? Amepatikana kwenye pembezoni la shamba la mpunga njia ya Ngudu huko. Kwa maana yeye alivyoonekana huyo mtoto, miguu vimbavimba, ana siafu mwili mzima. Kwa maana mwili wake kidogo sio mzuri sana, lakini tunashukuru. Kwa jina naitwa Sheda Sefu Ulaya, mkazi wa Madangwa. Tuambie tukio hilo limekuwaje, ulivyosikia tukio. Nilipigiwa simu majira ya saa tatu na ndugu wangu yule aliyopotelewa, ni mdogo wangu Akana... <coughs> akanipigia simu mtoto aonekani. Tukasaidiana kutafuta saa tatu, saa nne, saa tano, tukashindwa. Tukapeleka taarifa kwa mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji alionyesha ushirikiano, akapeleka kwenye kiti wa kitongoji. Mwenyekiti wa kitongoji akapiga mbio, tumtafute mtoto. Kweli wana kijiji tukahamasika, tukamtafuta yule mtoto. Tumemtafuta mpaka tukashindwa, kwanza tulimchukua mganga sisi tukasema basi mganga tusaidia, akasema msijali. Ila mimi huyo mtoto akionekana nahitaji shilingi milioni moja laki mbili na mia mbili, akishaonekana mia mbili. Kweli familia tukachanga tukapata hiyo hela, ikaenda kununuliwa vifaa. Ndu unaloliona pale lile kaburi, unaloliona pale lile kaburi, acha masia Mganga akafanya mambo yake, akasema huyu mtoto atapatikana, ila hawezi kuletwa hapa kutokana na mazingira. si unajua, ataenda kuwekwa popote. ingekuwa mkubwa angetoka mwenyewe akaja hapa, ila huyo mdogo ataenda kuwekwa popote. Okay, sawa. Umeniambia lile kaburi, sijaelewa, amezikwa mtu au makaburi? Ila hajazikwa mtu pale, pamezikwa mgomba kama anavyozikwa mtu. Eh, pale pamezikwa mgomba. Mgomba ule umeveshwa sanda kama anavyozikwa mtu, ndo palivyozikwa pale. Kazi ya mganga, kazi ya mganga kwa jina anaitwa Mwanamisi Chiweka au Misa zinayaula, napatikana Bagdadi Madangwa mkoa wa Lindi. Huyo mtoto mm, ambaye alikuwa amepotea nasemekana, una ndugu naye ndio unaeje? huyo ni mimi, ni jukuu wangu, jukuu wa dada mm. Taarifa za kuonekana kwake umezipokeaje? taarifa za kupo, za kuonekana kwake kwa, kwa kweli nimejisikia furaha kubwa tena, nashukuru Mwenyezi Mungu na dua pia zinahitajika zingine eh. Mm. Kwa hiyo tunaamini kwamba uchawi upo A, uchawi upo uchawi upo kwa sababu haiwezekani kazi tuloifanya sisi, kuanzia tarehe 30 mpaka tarehe moja, kazi nzito tumeingia makaburini pale kumtafuta mtoto, tukafika mpoka bondeni huko maferejini huko, kuna mashamba ya mipunga, matope tunayavaa lakini mtoto bado hatujamuona. Kwa hiyo mimi kama mimi nasema uchawi upo, na nashukuru kwa nguvu za mganga kwa kuja kututengenezea mazingira mpaka mtoto wetu akafanyaje akaonekana. Mimi naitwa Fatuma Hassani Lunga. Mwenyekiti wa kitongoji Kipingo, moja kati ya wenye viti ambao mepambana sana kwa jambo hili, tena sana hmm. Nilichofanya mimi asubuhi jana, nimeenda polisi hmm. Tum, Mingoya. Nilivyoenda kule kauli mbiu ya kule, Mingoya waliniambia mwenyekiti, rudi waambie wananchi wako wote pamoja na familia upande wa kike na kiume, tunamtaka mtoto aonekane. Na kweli nimerudi, sijafika nyumbani, nimefika hapa hapa site, nikaingia ndani nikaambia wote upande wa kike na kiume kauli mbiu nilotokanayo kule mtoto aonekane kesho ikifika saa sita kama mtoto ajionekana kimbembe eh tutajua na wenyewe wakanisikiliza kama kulikuja mganga mimi hilo sijui ah wewe si mtu wa serikali eh sijui sasa serikali uchawi hata msiamini uchawi naitwa salumu hasani kuku mwenyekiti, wa kijiji cha Madangwa. Mpatikana akiwa katika mazingira gani? hmm. Ah, mpatikana katika mazingira ya utatanishi kidogo. Mpatikana pembezoni mwa Madangwa njia kwenda Ngudu mashambani. Akiwa katika hali gani? hmm. Eh, mkutano na siafu, sababu walikaa kwenye mwembe hapo ulikuwa na siafu maana hmm. Hiyo walimjelea na siafu, na yule alisuka alisuka nywele nywele zake zisukwa maana hiyo walipo mfumo mmoja kukuta, oh, hao siafu wamejaa sana kichwani. Kwa hiyo kwa kifupi mwili wake wote ulikuwa na mwili wake wote eh, ulikuwa sio mzuri. mm -hmm. Eh, una kipi cha kuzungumza kwa ajili ya wananchi wako wa Madangwa jua hiki kilichotokea? Ah, kwanza nawashukuru kwa ushirikiano ule uonyesha kwa ile jambo, kwa sababu ile jambo sio zuri, tumeshirikiana vizuri na limekwenda vizuri, na mtazamaji wa Faida Online TV Umati ambao unaona hapa ni cha mtoto tunasema, watu walijazana hapa kwa ajili ya kuweza kuja kutoa msaada wakati wa kumtafuta mtoto huyo, lakini umati uliongezeka zaidi mara baada ya mtoto huyo kupatikana akiwa salama buheri wa afya, lakini amekutwa akiwa na siafu mwili mzima, na hii inaonyesha kwamba kweli mtoto huyo alilala porini bila msaada wowote. Alifikaje huko? Mimi na wewe tupate majibu, lakini tumeambiwa hapa kwamba kulikuja na mtaalamu, mganga wa kienyeji, ambaye alisaidia kwa namna moja ama nyingine kupatikana kwa mtoto huyo, kwa namna vile ambavyo ndugu na jamaa na marafiki wanavyoamini. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe ku like na ku comment channel yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwa heri. Lakini mwisho tuwapongeze jeshi la polisi, ambao mpaka sasa wanaendelea eh, na harakati za kumsimamia huyo mtoto lakini wamesema, kamanda wa polisi amesema akipata muda atakuja kuzungumza na wananchi wa Madangwa. Asante na kwa heri.